Tusikize misingi ya imani, zifuatazo ni imani za msingi za kanisa yangu: maandiko matakatifu, utatu, Baba Mwana Roho Mtakatifu, uumbaji, silika ya mwanadamu, pambano kuu, maisha, kifo na ufufuo, umoja katika mwili wa Kristo, ubatizo Meza ya Bwana, karama za Roho na huduma, karama ya unabii, sheria ya Mungu, Sabato, uwakili, mwenendo wa Kikristo, ndoa na familia, huduma ya Kristo, patakatifu pa mbinguni, ujio wa pili wa Kristo, kifo na ufufuo, milenia na mwisho wa dhambi, nchi mpya

Maandiko maandiko matakatifu, matakatifu Zaburi mia moja kumi na tano mstari wa mia moja na tano Isa, Isaya 8 mstari wa ishirini. Maandiko matakatifu ni uvuvio wale mtakatifu walioupata waandishi kadhaa katika agano la kale na kalina, agano jipya, yaani kabla ya Yesu na baada ya Yesu. Maandiko matakatifu ni ufahamu wenye uwezo wa juu kabisa na usioweza kukosea na usioweza kukosea pia, ni kipimo cha tabia na kipimo cha roho, mfunuo wa wa hakika wa Mungu wa matendo yake katika historia. Je, ulikuwepo pale ambapo imani ya msingi namba mbili inayosema utatu mtakatifu, Petro wa kwanza moja mstari wa Petro wa kwanza moja mstari wa pili inasema kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho hata mkapata kutii na kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo, neema na amani na ziongezwe, neema na amani na ziongezwe kwenu. Yohana tatu mstari wa kumi na sita kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminia asipotee, bali awe na uzima amirele, wa milele. Mwanzo moja mstari wa ishirini na sita Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kile chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Hapa tunajifunza kuna umoja wa nafsi tatu za milele, yaani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu hapatikani na mauti, ni mwenye uwezo wote, anajua yote, yuko juu ya yote, na yupo wakati wote. Mungu hana ukomo, yeye yuko nje ya uwezo wa mwanadamu kuelewa. Mambo yeye hujifunua, yeye hujulikana kwa kujifunua kwa upendo, hivyo anastahili kuabudiwa, kupewa sifa, kutumikiwa na viumbe wote. Je, ulikwepo pale ambapo imani ya msingi namba na tatu, Mungu Baba inayoelezea ina mafungo yafuatayo Mwanzo moja a mstari wa kwanza hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu ya nchi. Haya ni maelezo ya Mungu Baba. Mungu, Mungu wa milele, ni mfadhili, ni chanzo, ni mtawala na muumbaji wa viumbe vyote. Yeye ni mwenye huruma, amejaa utakatifu na heshima. Mnasemaje? Je, je ulikuwepo pale pale ambapo imani ya msingi namba nane inasema pambano kuu Watu wote sasa wamehusishwa katika pambano kuu kati ya Kristo na Shetani kuhusu tabia ya Mungu na, na sheria zake ambalo lilianza tangu uasi uingie ulimwenguni, yaani uasi wa dhambi. Na, ku, na kuwasaidia watu wake katika pambano hilo, Kristo alimtum, alimtumia Roho Mtakatifu na wale malaika watiifu kuwaongoza, kuwadumisha katika njia ya wokovu. Nasemaje? Je, ulikuwepo pale pale ambapo imani ya msingi namba kumi na sita inayosema, meza ya Bwana, meza ya Bwana ni ishara kushikika kwa imani tenda ushirika na bwana wetu Yesu Kristo, kati ya mwili na damu. Tunaposhiriki tunaitangaza kwa furama yote ya Yesu mpaka akataporudi. Huduma hii ipo kwa mkristo yote anayeamini na kumkiri Kristo. Wakorinto wa kwanza kumi mstari wa kumi na sita inasema, Je, kikombe kile cha baraka tukibarikicho akina ushirika wa mwili wa Kristo? Ufunuo tatu, Ufunuo tatu mstari wa ishirini nasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akateskia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani yake okay, naye na kula pamoja naye naye pamoja nami. Ulikuwa wapi? ulikuwa pale? msingi namba, namba kumi na nane karamu ya unabii. Hii ni karamu moja hapa ya Roho Mtakatifu, ni unabii. maandiko ya g ywache yanaelezea kuhusu viongozi kusome Yohana Yohana kumi na mbili mstari wa pili. Yeah, ulikwepo pale kwenye msingi namba ishirini na tatu ndoa na familia Ndoa ilianzishwa na Mungu katika Edeni na kuthibitishwa kuwa muungano wa maisha yote kati ya mwanaume na mwanamke kwa urafiki wa upendo, ahadi kwa ahadi. Kwa Mkristo, ndoa ni kwa Mungu. Pia wazazi hamna budi kutulea sisi watoto wenu na kutupeleka kwa Mungu na kumtii likwepo pale ambapo msingi mbasi likwepo uumbaji. Neno la Mungu amejifunua katika maandiko matakatifu na ukamilisha kazi yake ya uumbaji. Ya mwanamke na mwanaume waliumbwa kwa mfano wa Mungu ili kukamilisha kazi yake ya uumbaji ya walipewa vitu vya kutunza, kutunza vitu na kuvitawala. Kwa kafulaa alisema hii ni kazi njema sana. Je, ulikuwepo pale Pali, ambapo imani ya msingi namba kumi inasema kupata wokovu kwa upendo na rehema zisizo na ukomo, Mungu alimfanya Kristo asiyejua dhambi kwa njia ya dhambi kwa ajili kwa kwa kwa yetu kwa nje ya tunahesabiwa kwa haki, tunafanya kuwa wana na binti za Mungu, huku tukikombelea kutoka katika utawala wa dhambi, huku tukikombelea katika utawala wa dhambi, huku tukikombelea kutoka katika utumwa wa shetani na utawala wa dhambi. Je, ulikuwepo pale pale, ambapo ni mwisho wa imani hizi za msingi. Sisi kama Wadventista wa Sabato tunapaswa kukubali Biblia kama kanuni yetu ya pekee ya imani, hizi za msingi na kuzishika imani hizi za msingi kama mafundisho ya maandiko matakatifu na maelezo, ili Waadventista wa Sabato tupate kusogelea wokovu. Je, ulikuwepo pale Chome. Katika kitabu cha Mathayo ishirini na tano fungu la kumi na nne hadi la ishirini na mbili inasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri aliwaita watumishi wake akawapa mali zake, akampa akampa mmoja talanta tano na mmoja talanta mbili na mmoja talanta moja, kwa kadri ya, ya uwezo wake, akasafiri mara yule aliyopewa talanta tano akafanya biashara akachuma nazo talanta tano vilevile, yule mwenye talanta mbili na yeye akapata faida talanta mbili, lakini yule mwenye moja alikwenda akafukua chini akaificha fedha ya bwana wake baada ya siku bwana wa wale watu wakaja akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepewa talanta tano akisema, Bwana tazama, uliweka kwangu talanta tano, na tazama, nimechuma nyingine faida talanta tano. Bwana wa wale watu akamwambia, vema mtumishi, vema mtumwa mwema Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Akaja yule aliyepokea talanta mbili akisema, Bwana tazama, uliweka kwangu talanta mbili Ta, natazama nimepata faida talanta mbili. Bwana wake akamwambia, ingia vema mtumwa mwema Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana Mungu wa. Bwana ni mwema wakati wote, sema amina. Hao ni vijana katika idara ya huduma za vijana ni chama cha wavumbuzi na chama cha watafuta njia. Kwa sababu ya muda haujatosha, siku ya Alhamisi usikose, watakuja ambasada na wayee pamoja na kwaya ya idara ya huduma za vijana. Tusimame tuweze kuomba. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa zawadi ya maisha ambayo umetupatia siku ya leo. Mbele yako vijana katika chama cha wavumbuzi na watafuta njia wamewasilisha baadhi tu ya programu ambazo wanajifunza katika madarasa yao. Tunaendelea kuwaombea wawe na hekima, na ukafanye kuwa vichwa na sio mikia. Pia tunaombea wazazi wao waendelee kuwapatia haki zao za mahitaji ya kimsingi na ukiendelea kuwapa afya njema. Tunapoacha ukumbi huu kwa ajili ya programu nyingine zinazofuata, tunaomba Roho wako Mtakatifu aendelee kuwa pamoja nasi, na pale tulipokukosea Mwenyezi Mungu tunaomba utusamee. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo Amen. Siku ya Alhamis tutatoa taarifa nzima ya idara ya huduma za vijana. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Karibu mwongoza vipindi.